Hapo unakuta kuna mtu anatumia simu na hajui hiyo simu yake imetengenezwa nchi gani wala hana information yoyote. Brother, shida nini? Wewe mwenyewe unayenisikiliza. Sasa leo nataka nikufundishe namna ya kujua simu yako imetengenezewa nchi gani na information nzima ya simu yako utaipata kupitia hii njia ninayokufundisha, lakini hakikisha umefollow page yetu for tech news like this hivi za kutosha. Let's go. So guys, unachotakiwa ukifanya utaenda kwenye phone. Ukifika kwenye phone utaminya nyota leli zilo sita leli then itakuletea IMEI number za simu yako. Utakopi IMEI number, ukisha ikopi moja kwa moja utaenda sehemu ya kubrowse utaandika, utaandika check IMEI number. So utaenda sehemu ya ku, IMEI check, ukifika kwenye IMEI check, utaona kuna sehemu ya kuandika IMEI number, utaminya pale Ukisha minya pale uta ipesti, then ukisha ipesti, utaweka sehemu ya check IMEI, ita load, then itakuletea full details za simu yako. So guys, it is very important, ni muhimu sana kujua information nzima ya simu yako. Hata mtu akikuuliza hii simu iko namna gani, utakuwa rahisi kumwelewesha. So guys, for tech news like this, hakikisha umefollow page yetu for more.